Toka zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza nukuzi siku hii ya leo kwa kulitazama gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lakini kubwa tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani, lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka kundi Kimoshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775967 figa hapo upate bidhaa zako. Gazeti habari leo, habari iliyopewa kipaumbele ni miradi kala moto, Mwigulu ataka maelekezo kucheleweshwa wakati fedha zipo, agiza Muheza isafishwe, ianze upya watumishi matumbo joto. Habari kamili ni katika ukurasa wa pili. CCM yatoa wiki mbili maji wilaya tatu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Mwinyi, tunahitaji vyuo vikuu vingine. Habari katika ukurasa ne, amani, wa nne. Samia, tuombe nchi yetu w amani. Awatakia Wakristo heri ya Kwaresma, Uislamu mfungo mwema, ahimiza ibada umoja mshikamano ustawi kwa wote. Habari katika ukurasa wa saba. India yapitisha trilioni 2.7 miradi ya Tanzania. Habari ni katika ukurasa wa nane wa gazeti hili. Mapato SMZ kuongezeka kwa asilimia 18. Habari ni katika ukurasa wa tatu. Tanzania yajivunia ongezeko nishati safi ya kupikia. Habari katika ukurasa wa saba. Bodi ya mikopo CRDB si kuapika vyuo vikuu fursa za uchumi. Habari katika ukurasa wa saba. Jiji la da lagiza njia ziwe wazi karia ko, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu. Ndio gazeti Mwananchi lenye habari leo. Kipo mbele ni VETA kutoa diploma ya house girl, itawezesha kupata elimu ya utoaji huduma, malezi, ustahimilivu na no ukarimu, soko lao lazidi kuongezeka. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa gazeti hili. Nukuu ni ya Dr. Abdalla Ngodu ikisema, mwanafunzi atakayesomea kozi hizo atakaa darasani miaka miwili hadi mitatu, kama anataka kuwa kwenye umahiri zaidi. Akiwa ngazi ya tatu, anaweza kuwa mahiri zaidi kusimamia wenzake au kuendelea na elimu ya juu. Gazeti hili limeandika utashi kisiasa kikwazo wa safari ya katiba mpya. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tano wa gazeti hili. 2014 mwaka ambao mchakato wa katiba mpya ulikwama baada ya bunge maalum la katiba, mitatu miongo ambayo imepita tangu vuguvugu la kudai mabadiliko ya katiba mpya lianze kufukuta nchini Tanzania. Gazeti hili limeandika ahadi ya CCM ndani ya siku mia za mwanzo kupitia falsafa ya 4R kuendeleza mashauriano na wadau wa siasa, taasisi za kiraia na sekta binafsi, kuunda tume ya kuanzisha mazungumzo ya maridhiano na upatanishi na kuandaa mazingira ya kuanza mchakato wa katiba mpya. Undani wa taarifa hini katika ukurasa wa tano. Mwigulu amuru maofisa wa mlipe mkandarasi milioni 2.8 habari, katika ukurasa wa pili Mchuano wa Lisu na mashahidi wa Jamhuri. Kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa wa Chadema tundu Lisu imezidi kunguruma katika mahakama kuu ambapo mchuano kati yake na mashahidi. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa nne. Mwananchi limeandika korti ilivyobariki aliyemteka mtoto kumua anyongwe. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa sita wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbili. Tunaelezame sasa gazeti Majira ya gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni waziri mkuu aagiza fagio lipite halmashauri ya Muheza amkabidhi rungu Profesa Shemdoe, ahimiza wakuu wa wilaya wasikilize wananchi na kutatua kero zao. Habari katika ukurasa wa nne. Samia awatakia Wakristo na Waislamu mfungo mwema. Habari katika ukurasa wa nne. Serikali yatoa onyo kali kwa wasimamizi wa miradi ya habari. Katika ukurasa wa nne. Upatikanaji umeme ongezeka mara tatu awamu ya nne. Upatikanaji wa nishati safi ya kupikia nchini Tanzania umeongezeka kutoka asilimia 6.9 mwaka 2021 hadi asilimia 23.2 mwaka 2025 sawa so, na no ongezeko la zaidi ya mara tatu ndani ya kipindi cha miaka minne. Undani wake ni katika ukurasa wa nne ukura wa gazeti hili. Serikali yatoa mwongozo wa maadhimisho siku ya wanawake duniani, habari katika ukurasa wa nane wa gazeti hili. Wanaofanya biashara maeneo yasiyo rasmi waanza kuondolewa, habari katika ukurasa wa tatu. Iran yatangaza kufunga mlango wa bahari wa Hormuz, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Kuzungumzia fursa za muungano baada ya changamoto kunajenga imani kwa wananchi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Gazeti ya Nipashe lenyewe limeandika hofu kuachiliwa mbu wa maabara kudhibiti malaria, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne. Asasi za kiraia zataka uwazi, usalama na sheria madhubuti kabla ya matumizi ya teknolojia hiyo, zatilia shaka athari zinazotarajiwa kiafya hadi mazingira Vuguvugu Oktoba 29 zaidi ya Arusha, hasara ya bilioni 1.8. Habari katika ukurasa wa tisa. Makala maalum usingizi unavyotoa sumu katika ubongo wa habari, ni katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Kulibana posho milioni 340, waziri mkuu agiza fagio kuondoa vigogo wote. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa saba. Jumatano ya Majivu habari. Picha inaonyesha askofu msaidizi wa kanisa Katoliki jimbo kuu la Dodoma Mhashamu Wilbrod Kibozi akiwapaka majivu waumini wa kanisa hilo wakati wa misa takatifu ya Jumatano ya majivu katika kanisa la Paulo wa Msalaba jijini Dodoma hapo jana. Lakini pia pe gazeti Nipashe limeandika kesi alizoshahidi mwanamke wangu kaniharamia safari za malazi dawa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Mkopo bilioni 3.7 kwa wananchi Zanzibar hatarini kupotea, habari katika ukurasa wa 17. Na hivi ndivyo ambavyo gazeti limeandika, gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Gazeti Mwanahalisi lenye limeandika ICC kutua nchini, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa sita. Lissu, shida mashahidi hawasomani, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Kesi ya uhaini inayomkabili Tundu Lissu, mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, inazidi kuibua mapya Profesa Lipumba amekata kamba, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi wa gazeti hili. Macho masikio kwa Jaji Chande, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nane wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahalisi katika ukurasa wake wa mbili. Gazeti Uhuru Ukweli Daima ninalo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Dokta Mwigulu apiga spana kona zote, agiza TAMISEMI kuwafuatilia kwa kina watendaji wa TARURA kama kuna wanaotumia kampuni zao kutekeleza miradi asema rais Samia anafanya jitihada kutafuta fedha, ni wajibu wao watendaji kuhakikisha zinatumika kwa uadilifu. Habari katika ukurasa wa pili. awakali ya koni ded dc amuru vigogo wilayani Same kuchangishana kukusanya kiasi cha shilingi milioni 2.8 kumlipa mkandarasi aliyejenga vyoo. Habari katika ukurasa wa pili. Kihongosi anika uimara wa CCM kwa Tanzania. Habari katika ukurasa wa tano. Rais Samia awatakia Wakristo Waislamu funga njema. Habari katika ukurasa wa pili. Mwelekeo wa bajeti Zanzibar waibua wasomi. Habari katika ukurasa wa nane. Kenya yabogea chanjo ya kuzuia maambukizi ya VVU. Habari ni katika ukurasa wa tisa wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika Baluzi Kusiluka atoa maagizo kwa wataalamu wa Tehama. Habari katika ukurasa wa ishirini, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru, ukweli daima. Ninalo gazeti wa Machinga mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni KAF hatarini kufika mwisho. Uamuzi wa msajili wagawa makundi mawili, walinzi binafsi sasa walinda makao makuu Buguruni. Habari katika ukurasa wa tatu. Mwigulu aagiza ulinzi kwa aliyemlipua DC Muheza. Habari katika ukurasa wa nne. Dr. Akwilapo asisitiza maeneo ya umma kupimwa na kulindwa kuepuka uvamizi. Habari katika ukurasa wa nne, mafundi waundaji vipimo nchini watakiwa kwenda na teknolojia. Habari katika ukurasa wa nne, Ndejembi, upatikanaji wa nishati safi Tanzania umeongezeka mara tatu ndani ya miaka minne. Habari katika ukurasa wa pili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti wa Machinga. Nalo gazeti Zanzibar Leo, kwa kweli na uwazi lenyewe katika ukurasa wake mbele limeandika Dr. Mwinyi atoa salamu kukaribisha mwezi wa Ramadhani, awahimiza Waislamu kuzidisha ucha Mungu, awasisitiza kudumisha amani utulivu. Habari katika ukurasa wa pili, wafanyabiashara fuateni sheria, Hemedi. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Uchumi wa buluu kwa ajenda vikao vya muungano wa habari katika ukurasa wa pili. Jumu ya nchi kadhaa zalaani uvamizi wa Israel ukingo wa magharibi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tisa wa gazeti hili. Dkt Mwinyi karibisha ujenzi wa chuo cha diplomasia, azungumza na waziri wa fedha, akutana na mwakilishi wa Aga Khan, habari katika ukurasa wa pili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandikwa gazeti Zanzibar leo kwa kweli na uwazi na sasa tuke habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. migoroni mwangu ni la gazeti ya Mwanaspoti lenye limeandika msajili hatua zigo Simba wanachama kuamua mambo mawili, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Katiba mpya Simba inayofanyiwa maboresho haimtambui mwekezaji mmoja bali wawekezaji zaidi mmoja ya mmoja nane miaka iliyopita tangu Simba ianze mchakato wa mabadiliko ya uendeshaji wa klabu, lakini pia gazeti hili limeandika Ligi kuu bara mchezo unaofuata ni Februari 22 Tanzania Prisons dhidi ya Simba Sports Club uwanja wa Jamhuri Dodoma. Mchezo unaofuata ni Februari 25 Dodoma Jiji dhidi ya Jamhuri Dodoma. Gumzo namba za depo. Kiungo Simba Sports Club ataja wawili Yanga, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi, akiwa na urefu wa mita 1.81 ambayo ni sawa na futi 5.11 ni mzuri kwa mipira ya juu undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa kumi. Kila uwanja anaocheza Vini Junior una shida, unashida ni swali. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 18. Ndoto katika soka ilivyompa zue na maisha sierra Leon, habari katika ukurasa wa wa 14, gazeti gazeti hili, lakini pia wa gazeti hili lakini gazeti Mwanaspoti limeandika kombe la FA leo Alhamisi ni Azam dhidi ya Endoment FC saa tatu kamili usiku Azam Complex Chamazi, dar es Salaam. Magazeti ya habari, habari za michezo na burudani Gazeti Habari Leo katika ukurasa wake wa nyuma habari za michezo limeandika Simba washindo wenyewe sasa, Jegeti kufuzu kwa kishindo 32 bora shirikisho, wachezaji wa Akiba wa Mkuna Beka, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Mwana Fei aongoza mazishi ya mzee hizi za habari katika ukurasa wa 21, uchaguzi kikapo kufanyika Februari, habari imeandikwa kwenye ukurasa 23, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania Uhuru kweli daima, ukurasa wake wa nyuma habari za michezo lenyewe limeandika katiba Simba mambo safi. Kocha baka ni kicheko tu. Uwanja wa soka Arusha wafikia asilimia 75. Tanzania na Katari kushirikiana katika maendeleo ya michezo na uwekezaji, habari ni katika kurasa za ndani. Sababu dabi Yanga Simba kupelekwa Zanzibar, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani gazeti hili limeandika Ken wateta habari imeandikwa kwenye ukurasa 22, ishirini na mbili. Ibra Klas amtambia mtailand habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi na moja. Lakini pia gazeti Uhuru katika ukurasa wake wa nyuma limepambwa na habari, picha ikimwonyesha mbunge wa Muheza naibu waziri wa habari, utamaduni sana na michezo, Hamisi Mwinjuma Mwana FA akiwafariji ndugu na jamaa wa mwanamuziki mkongwe nchini, marehemu Steven Hiza nyumbani kwa marehemu Muheza, mkoani Tanga jana. Na gazeti hili linakamilisha urukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania, hapa Toka Zamani TV.